Flora Cheptum ameweza kubadilisha maisha ya wengi kupitia sanaa na uongozi. Mwanahabari wetu Elvis Kosgey anaarifu. <coughs> <coughs> Eneo la Marura, kaunti ya Wasingishu ndilo linalomweka Florence Cheptum, mwanamke ambaye ameruka viunzi vingi maishani ili kuwa mtu bora licha ya kuwa mlemavu tangu alipofahamu dunia. <coughs> pamoja na yale wanayodhania watu kuwa na upungufu kimaumbile, Flora mwenye umri wa miaka 58 ni mwimbaji nyota wa ngoma za Injili. Tukipewa an opportunity kuweza kufanya mambo tunaweza, na hata anajua, we, umeona, wakati mmoja mi nilikuwa natembea kwa magoti, na nilipo, nilipopewa hii opportunity kuweza kusoma na kutoa ujinga, yaani Uh, ndio, unaweza unaona, ninaweza kufanya mambo yote. Hali kadhalika mwakilishi wa wadi aliyeteuliwa kutokana na sera zake za kuwa mtetezi wa walemavu, ndiposa Uasin Gishu tunaongoza kwa, kwa mambo ambayo e, inahusu walemavu. Tayari tumeweza kwa, to bring them on board. Tayari tumefanya data. Tayari kuna pesa ambayo ilikuwa set aside e, katika kaunti yetu ambao tuna Tunawasaidia, tumewapatia wheelchairs. Mbali na hayo, wanatueleza safari ya maisha yake yenye panda shuka nyingi. Aidha, na simulia jinsi alivyoitwa ombaomba baada ya kuanza mchakato wa kujitafutia lishe mjini Eldoret. Walidhania sasa mimi nimekuwa beggar. Eh, mwombaji. Na wengi walijaribu kunipatia shilingi kumi, shilingi ishirini But I told them I'm not a beggar. Na, mi nafanya najaribu na kuuza CD zangu za niweze kujimudu. Hivi sasa anajivunia kofia tatu ya ukulima, uongozi pamoja na biashara za kupigiwa mfano, huku akiwa na matumaini makubwa ya kubadili maisha wasiojiweza akijaliwa na pumzi zaidi. Najiona mwanamke ngangari kwa sababu nimeweza kusimamisha nyumba yangu, nimeweza kazi ya uongozi nimeweza kuongoza, na nimeweza kuachieve mengi kwa, kwa, kwa, katika kaunti yangu ya Uasin Gishu. Elvis Kosgei kwenye makala ya mwanamke ngangari, KTN leo wikendi, katika eneo la Marura, kaunti ya Uasin Gishu.